Kuna makala nilikuwa nasoma this morning, nimekutana na nukuu inasema hivi trying harder isn't necessarily the solution to achieving more. Kwamba trying harder, yani kujaribu kitu au kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa nguvu, yani kujituma sana kwa nguvu, sio jibu pekee la kupata zaidi, au sio jibu pekee la kufanikiwa. Yes, tunasema hard work pays. Yes, hard work pays, lakini Not necessarily all the time, kwamba ndio jibu la kuachieve more au ndio jibu la kufanikiwa. Na stori fupi ambayo nadhani na inaweza ikatufanya tujifunze kitu kimoja, stori ya nzi. Kaa karibu. Hii ni Success Path Network each one teach one, Ezden Jumanne, right here. So welcome, niambie unatuangalia kutoka wapi na nini unajifunza kutoka kwetu, pia tuandikie hapo chini kwenye comment section yes. Specifically kwenye episode hii nini utakuwa umekipata, tafadhali tuandikie hapo chini ukishasema wewe uko wapi. Sawa, sasa leo nimesema tutajifunza kitu kutoka kwenye story ya nzi na kutoka kwenye nukuu ambayo nimeisoma kwenye makala fulani, ni katika makala nilizokuwa nasoma this morning, ambayo inasema kwamba trying harder isn't necessarily the solution to achieving more kwamba kufanya kazi kwa bidii sio jibu pekee la suluhisho la wewe kupata zaidi au kufanikiwa. Okay, nikasema nitaihusisha hii nukuu na story ya nzi. Pata picha, upo kwenye nyumba ina vioo, sawa? Kuna nzi anahangaika kutoka nje. Ye nzi anaona tu nje, anaona mwanga, anaona kule. Nini lengo lake? Anataka aende nje, lakini kuna kioo. Anakujizi tu, anapiga kioo, anaanguka Watu wengi sana kwenye maisha wanapokuwa wanajaribu vitu vyao au wanaendea vitu vyao, yani, wanakuwa wako so focused na kitu fulani kimoja tu kwamba njia ndo hiyo hiyo pekee. Hey, sikiliza. Mbili kujumsha mbili ni nne. Lakini kuna tatu kujumsha moja pia inaweza kuwa nne. Ipi nyingine? Moja kujumsha tatu, si ndio? Na mbili kujumsha mbili ni nne pia, si ndio? Lakini nne kujumsha sifuri ni nne pia. Kwa maana hiyo inaweza ikawa au mbili mara mbili pia inakuwa nne. Kwa hiyo uenda ukatengeneza usipite njia ya kujumlisha, ukapita njia ya kuzidisha, ukatokea pale pale. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba, je, mara ngapi wewe unajaribu kujiuliza na kuangalia kuna njia nyingine kuna kitu kipya cha kufanya. Watu wengi sana hawako tayari kufanya vitu vipya kwenye maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu, yani, wanaamini tu kwenye kile wanachokijua, wanaamini hapa ndio hapa hapa. Kwa hiyo wanakoma hapa hapa, matokeo yake yanakuwa kama nzi anapiga kwenye kioo. Haiwezekani, hakuna njia. Ah, tutatoboa tu mwanangu, twende tena, tutatoboa tu mwanangu, twende tena. Mwisho siku mabaya yamevunjika, miguu yamevunjika, nguvu imeisha na hauna tena pa kwenda. Fikiria, kumbe mlango ulikuwa uko wazi alivyopiga mara ya kwanza, ah, angecheki round, ah, kuna mlango uko wazi, angeenda kutokea tena, angeenda kutokea upande mwingine wa ile jengo, sio upande huo. Afu angekuwa huru kuzunguka popote anapotaka hata kuja huko tena. Kwa hiyo yani hii inamaanisha kwamba ukiamua kufungua akili yako na kutafuta njia nyingine na njia, njia, njia mpya bila shaka utapata a lot of endless possibilities. Ndio akitoka kule ataona, ah upande huku kuna mapikipiki, kumbe huku kuna magari, huku kumbe kuna bahari, labda huku kuna nini, kuna bustani. Endless possibilities. ika yani vitu vingine vipya vizuri ambavyo vinaweza kukupa other ideas za kukufanya wewe ukafikiria zaidi, ukaona ah, kumbe sio tu ile niko nafikiria, kumbe naweza nikafanya na hivi, kumbe naweza nikafanya na hivi, kumbe naweza nikafanya na hivi. So, expose yourself to something new. That is the lesson for today. Jiweke katika vitu vipya, new skills, new ways of learning Tafuta mentors, tafuta watu wapya, soma vitabu vipya, fanya, jaribu kutafuta vitu mbalimbali, kiufupi ki ki kitu gani kipya kingine unachojaribu kufanya, once unapona mambo yako yamestuck, mambo yamekuwa magumu? Hilo ndio swali nakuachia, ukitaka unijibu kwenye comment section nitafurahi sana. Nataka nisome, watu mnafikiria nini, umejifunza nini kwenye kwenye mfano huu? Kuna mfano mwingine wowote ambao rahisi unafanana na huu, hebu niambie hapo chini kwenye comment section. Huenda nikautumia kwenye video yangu nyingine ya inayofuata. Mimi naitwa Ezden Jumanne na hii ni Success Path Network na kushukuru sana wewe kwa kufuatilia. Shukrani sana to my brother Isa Awadh ambaye yuko nyuma ya kamera. Till next time, Success Path Network, each one teach one.